Unajua, kifo kimemtatanisha sana mwanadamu, na hilo ni somo jingine kubwa tu ambalo tungeweza kupitia. Mwanadamu anapokufa anakwenda wapi? wa linalomshangaza wengi sana, wanaamini ya kwamba mtu anapokufa anakwenda mahali fulani, anakwenda mahali fulani. Ikiwa ni kweli, na kule anakokwenda ataendelea kuishi, sasa ikiwa hilo jambo ni kweli Swali la kwanza, kwa nini kulia? Kwa nini kulia? Lakini swali lililozito kwangu sana ni hili: ikiwa nakwenda mahali fulani, kwa nini ni mpaka mumfukie kwenye udongo ndio aende? Kwa nini ni mpaka mumchome moto ndio aende? Tena huko kuliko bora au kubaya? Akili zangu za kawaida zinaniambia la. Hawaendi popote wakingali wapo. Wapo wachache ndio katika Biblia tunafahamu wamekwenda. Wenzetu katika nchi za mashariki wanaamini ya kwamba wanapokufa wanabadilika kuwa kitu kingine. Linawatatiza leo hii, viongozi mbalimbali waliopita wamekufa na wangali kaburini. Muhammad alilala yuko kaburini na kaburi lake tunalizunguka tunapita wakati tunapokwenda kuhiji. Yapo majengo ya viongozi wa dini muhimu ulimwenguni, lakini majengo hayo ni makaburi ya hao, wamelala wako kwenye makaburi yao. Hata baba yetu wa imani Abraham, huyu mpenzi wa Mungu, ambaye ungalidhani yeye alitwaliwa au angetwaliwa kwenda mbinguni, kaburi lake likingali mpaka leo pale Makpela, amelala hajaenda popote. Gautama Buddha kiongozi huyu wa dhehebu ambaye anawakilishwa na sanamu hili, bado naye amelala. Lakini kwa Wakristo, kaburi la Yesu liko wazi kwa sababu yeye ye alifufuka japo kuwa alikufa. Ndilo kaburi peke yake lililo wazi la kiongozi maarufu wa dini na hakuna mwingine. Hivyo ufufuo wake una upekee. Na wakati walipomzika wakaja kumtafuta kwenye kaburi, malaika kutoka mbinguni akawauliza wanafunzi wake kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Kaburi liko tupu, na hii ni habari njema, kwa sababu ikiwa makaburi mengine bado yamefungwa, hili kufunguka kwake kuna maana, huyu Yesu si mfalme atakayefufuka, bali ni mfalme aliyefufuka na atakuja tena. Yeye huyu ni tofauti na wengine wowote, hata kama wakatae. Tukio la ufufuo wake halikuwa siri, lilikuwa la wazi, na hata baada ya kufufuka akaonekana na watu, na habari za kufufuka kwake zikaandikwa na wale waliomwona hata waliomgusa baada ya kufufuka kwake. Wanahistoria maarufu wa wakati ule wakaandika habari za kufufuka kwake kwa, kwa hivyo, kufufuka kwake si hadithi za mababu. Kufufuka kwake ni halisi kabisa, sawa na unavyoshika kikombe cha uji na ukanywa. Alifufuka, Kaburi lake liko tupu, ndio maana Paulo anasema kwa ujasiri huu, tena kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu kwa miaka yote hii, kwa karne zote hizi ni bure, na imani yetu bure. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, bado mngilimo, mngalimo katika dhambi zenu. Ikiwa Yesu hakufufuka tumaini mlilo nalo ni bandia. Lakini Paulo huyu huyu anasema, na hapo, hao wao waliolala katika Kristo watakuwa wamepotea. Ikiwa Yesu hakufufuka, ushahidi wa uungu wake uko katika hili aliwaambia wanafunzi wake, livunjeni hekalu hili nami kwa siku tatu nitalisimamisha. Wanafunzi wakachanganyikiwa. Hekalu hili lilijengwa katika muda wa miaka 46, nawe utalisimamishaje katika siku tatu? Inabidi e, ufike ulione lile hekalu. Mimi nimefika, nimeona mabaki ya lile hekalu, utakwenda lilikuwa hekalu ambalo sijaona mawe ya saizi hiyo yakitumika kujenga nyumba. Jiwe moja linaweza kutoka hapa mpaka kwenye hiyo nguzo, likaenda upana kidogo, karibu mita moja na nusu, likarudi likawa, kina hiki, ni tofali moja, tani 15 20 mengine tani jiwe moja 25 Ukuta umepanda mpaka huju, huju ni hekalu, ukuta. Anasema nitalivunja, na baada ya siku tatu nitaliinua. Wanafunzi wakatatizika, unaliangushaje hili hili lilijengwa lisianguke ndio maana hata leo mkijenga kanisa, jenga imara tu, msiogope kujenga imara. Wekeza ni Mungu wenu mnayempenda, wekeza. Kuna wengine wanaweza wasifurahi, wekeza. Waliwekeza kwa Mungu wao, na hivyo hawakufahamu ya kwamba Yesu hakuzungumzia wa jengo walilokuwa wanaliona, badala yake alizungumzia jengo ambalo ni mwili wake yeye mwenyewe. Hekalu hili la mwili wangu nitalivunja, na baada ya siku tatu nitalijenga. Yeye alinena habari za hekalu ambalo ni mwili wake. Anasema Yohana, masihi atakufa lakini siku ya tatu atafufuka. Nafahamu kuna mjadala kwa wengine, wanasema si siku tatu, siku tatu tazihesabuje? Ziache hilo, tunafahamu ya kwamba siku ya tatu akafufuka. Yohana akishuhudia anaandika katika Yohana sura ya pili na mstari wa ishirini na mbili basi alipofufuka katika wafu, wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa alisema hivi, wakaliamini lile andiko na lile neno alilolinena Yesu. Kumbe Yesu alipokufa bado walikuwa na mashaka hata wao ya kwamba atafufuka lakini alipofufuka lile alilowaambia likaganda katika vichwa vyao. Yesu amefufuka. Na Yesu alipofufuka, ikiwa wengine wenu hamfahamu, alikutana na watu zaidi ya mia tano, alionena nao. Alikutana na watu zaidi ya mia tano pamoja na wanafunzi wake. Hao mia tano ni zaidi ya wanafunzi wake aliyokutana nao alipoangikwa pale msalabani, mnakumbuka pazia likapasuka katikati, pakawa tena hakuna patakatifu patakatifu na pat, patakatifu. Yeye aliyekuwa halisi na mambo yote yaliyokuwa kivuli yakiashiria kuja kwake yakafikia kikomo kwa sababu aliye halisi amekufa, amekufa. kondoo aliyekuwa tayari kuchinjwa kwenye hekalu akaponyoka akaondoka, kwa sababu mwana kondoo halisi amechinjwa, Yesu Kristo pale msalabani, akasema imekwisha, imekwisha. Si kwa sababu ya kifo chake amekufa, imekwisha ni habari njema. Gharama ya dhambi zako na zangu imelipwa, imelipwa, imekwisha Nikitaka sina hatia zangu tena, sina hatia tena.